Made it for how long? Before six months. Six months. Yeah. Nice. Nice, nice, nice. Mko na mtoto? Rufaa kwangu ni nini, bro? Babe, huyu nani? Babe, see you. Uzilishike hivi, huyu nani? Who is this? Please. Let's talk. Sina time. Sina time ya kuongea, niambie kwanza wewe ni nani, uko na bori yangu, nani alikuja na plan. Uko na bori yangu, nani tunaongea nini? Hujai kuja kuja kuniona, si ndio? Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili

like a uh, comment and don't forget to subscribe. Nice, so guys, here with me I have Lexi, Lexi the only one, eh, msichana mwenye msichana wa kutuonesha maajabu, and on my right hand side Beno, Beno yeah. they... the the nini, nickname gani, the second husband. You you you guys meonyesha something enye Okay. But anyway, it's up to you guys. Nisi ni aro kubwa. Uko how old? 24. 24. Denno? Yeah. Wewe ndo umeniita hapa? Yeah. Ukaniambia Faustin? Kuja. Nimekuja. Umetutia nini? Nataka turudiane, wewe ni mwombe msamaha. Tuone kama tutarudiana na yeye. Unataka kuona kama naweza kurudiana na bibi ya wenyewe? Oh, umeamua sasa kusettle naye. Yeah. I was just called here kama mtu wa news. No, no. Yeah. Yeah. So at the end of the day, you know, decisions. Ukitaka kurudiana naye, umeconsider feelings za beshte yako? Mm. Nini mabeshte kweli? Sasa unajua hiyo mambo ni kama ilipita na wakati. Mhm. Yeah. Mbona uligongea beshte yako? Unajua ukishapenda mtu ushapenda. Yeah. But madam ni wengi huku nje. Sasa sasa najua kuna mimba yangu. Sasa sasa na kumwaja nao siwezi mwaja na hii mimba mliharakisha. Lexi, hauongei, una feelaje from ile siku? Okay, sije kuwapoa basi, sasa ni kitu ile ape, naskiaga tu siko comfortable. Nilifanya mistake. Have you at any point tried to reach uh, Cyrus? No, sijajaribu juu. I guess I was wrong, so singefanya kitu. Huyu mse unampenda? Yeah. Bado nampenda. Bado unampenda? Mtoto yeah, ni wake? No. Mtoto ni wadeno Denno? Yeah, nipa kwa shaa. Yeah. <laughs> So, between Denno na Cyrus, unachagua nani? Obviously Cyrus. Mbona Cyrus? Napenda Cyrus, sipendi Denno. Denno? Haupendi? Mimba tu yote ni kitu ni happen so, si eti hata ni kwa na kupenda sime tu ni last, so hakukuwa na love. Yeah, six months at least uwe likuwa uku inje, your husband alikuwa somewhere penye wamefungiwa. Mbona uku mkonsida? Okay, sime like Okay. Una feel guilty. Denno uko hapa. What do you have to say because uliku unafanya hizo kila kitu kijua. Cyrus at one point atatoka jela hata kama ni Ali, ama your time yake nyi alikuwa ya ameandikiwa. Mbona una feel guilty? Na ulikuwa unajua Cyrus bado anatoka jela. Ok, tume tumekuwa tumependana yani, tunapendana na Cyrus, but sasa after kitu yenye mimi nilifanya. Mm-hmm. Si kwa nimeplan, but it happened. Have to be okay. No problem. O Deno, ok, chance ndiohii. Mi kit nilikuwa nataka nimwambiewambi. mm -hmm. Mi nampenda bado stil, yako na bori yangu. Mi nilikuwa nataka tu kama nikuama, tutaweza toka tuende mahali tukee, tuanze maisha yetu, na hiyo maisha atakaa maisha mzuri, kama hata kuliko venye alikuwa amekaa kitambo. Mi bado nampenda maisha so far umenikalisha maisha gani? Kwanza tunatumia hata pesa ya bwanangu. Unasema maisha mazuri, maisha ingine gani? Nyu unasema sijaona, maisha yote nimekuwa tuna, kila wakati kazi? Kazi sina kazi, lakini kuna na na course anajua Uko na pesa na pesa kuna... zenye si zako unajua, huyo mseako anarita kujia vitu zake, na akikujia, hiyo ni kitu kwa tumekaa tumeka, tumeadlina yeye. Lakini sasa kama ako na boli yangu hakuna mahali anaenda, sawa. Hata boli si kuwa ishu hmm. Hmm? Sasa unasema sijui tutaama, sijui tutafanya nini? Una kazi hiyo pesa tutatumia for long? Niko na boli yako, yes utatunza hata, utatunza aje hata mtoto mwenyewe? Hiyo pesa itaisha wewe hmm. Uko tu una kazi una shughuli hata ya kutafuta, unataka hata tuishi aje? But mlikuwa mnapendana hadi munaishi pamoja si? Hapo si eti tulikuwa tunapendana, nilikuwa so down so ilikuwa inabidi anakuja ananikalisha, no that, mm -hmm. my husband ayuko. mm -hmm. but vitu hazikuenda poa, nijua mimi nataka turudiane, tukae maisha mazuri, tuaka kitambo. Stori zao, bwana wako achana, tunazo Mi maisha zuri, yeah. Maisha mazuri wewe. Maisha gani hayo? Sasa uko na bodi yangu. Sasa utapelekea nani bodi yangu? Sasa unanitetea tetea hapo. Sasa huyo ni yeye yeah, ni mtoto wangu umebeba. Sasa unaweza lea hata peke, ee, tulikuwa nani? na mtoto wangu nitishia, uh... mimi napenda bwanangu, najua unampenda. Sasa uko na bole yako, kuna si mtoto wangu nini? Tukirudiana, tukitoka hapa tuende mahali mahali tukae tupata kazi. Hapana, no. Hmm. Unajua wewe au nielewi, no. Shida yako utaki kunisikiza, unaona. Sasa utaki kunisikiza kabisa eh. Sawa wtaeku... mimba ndio hii, tukule mapenzi sasa. Wakati tulikuwa tunakaa na wewe tulikuwa tunaongea kitu na leo lakini, sasa hii nakueleza kitu, utaki kusikia hata saa hii. Ukurudi kwa sasa lazima uweze kurudi sasa, unajua kila kitu Hukoshua oh, hata ukienda huko hakuna mahali atakupeleka unaona. Oh, venye alikufukuza, si unajua venye alikufukuza. Hatujakataa, lakini sasa we hii hii miezi hata umekaa saa hii hata sange kuambia mrudi, kitu yenye hawezi kubali. Uko na bori yangu, uwezi rudi. Utamconfuse nini sasa Utanitishia na bole yangu. Hata anaweza toa. Uwezi toa bole yangu, utatoa bole yangu aje? Na mimi hata sitakupeleka mbele. Uwezi toa bole yangu. Utanipeleka mbele. Una evidence kama. Utatoa bole yangu aje na mimi najua Silas anajua kuna bole yangu. Silas anajua kuna bole yangu. So mtanitishia na bole. So stories za Silas acha na. Kwanza tafuta kazi ndio tujue mimi tunaishi kama una school na nini. Mimi stories za Silas acha na naye. Mimi ndio maana nimeleta hapa. Silas ni bwanangu, usisahau, sawa? Na nampenda, wewe sikupendi hata. Stories za Silas acha na naye. No. Eh, mimi nataka tu ukaa hapa tuongee tuelewane turudiane tuanze. Turudiane sasa. Yeah. Turudiane. Yeah. Uko sawa? Kwa hivyo hizo stori za Silas uko nazo sio hapa tu. Silas narudi kwake, sawa? Nitafanya anything possible, sawa? Utarudi kwa Silas na mimba yangu. Siwezi toa. Mbona utoe? Oh, so uko na mimi. Kwa hivyo Silas ndio alikwambia, Silas ndio alikwambia utoe juu ya mimba sasa Tunapendana na wewe, tunapendana na wewe. Mimi uliamia kwangu. Nini... saa mimba, mimba ni yangu. Mimba mimba ni okay. Aje? Aje? Mimba yangu yangu na hakuna mahali najua, hata ukirudi kwa kukubali ndio bibi yangu wewe nataka nijue maisha yenye uko na plan, hmm, yenye unaota kunikalisha. Wewe ukubali tuende kwa nyumba tukae chini tuongee, tukiongea kutoka ah, hapo tutapanga venye tutaishi. Sasa nataka nijue yo, maisha ya mtu jobless. Wewe huwezi jua ukiwa hapa. Mtu mwingine hapo na mimba. Uh, wewe eh? Huwezi jua ukiwa hapa. Tuende kwa nyumba tukae chini tuongee uamue kukaa kwa, kwangu, tuanze maisha yetu. Eh. Sasa ukiniambia uko hapa, eh? Utajua je maisha itaendelea? Hata singekubali hiyo plan yenu, hiyo ndio nilileta kwako, unaona. Nilikuwa nakupenda unaona, wakati nilikuwa nakupenda nikaamua kuja kwako nione kama fenye, so nataka tuelewane na mm, yeah. yeah. na na a yes, uh, bwanangu already Eh. No. Um, atakula nini? Hmm? Mm. Mimi mwenyewe unataka ukae wewe peke yako ama unataka Zaila aziende ajunge mtoto wangu? Mimi ndio baba mtoto. Mimi ndio baba mtoto. Mimi ndio najua Venye mtoto anafaa. Mtoto ni jina. Hata kuringa, yeah. Na sijui baba mtoto. Yeah. Mm. Ama unataka kupelekea Silas? Silas, si hata naweza soma eh? Kwa sasama kaboini yangu, hata mimi najua boini yangu. Mm. Yeah. Yeah. Sawa, maisha mazuri sasa. Sasa mimi kitu mikita nataka tutafikia aje utafanya tuta. Aje ndo nikae maisha mazuri, si nitafanya aje? Mm. Wewe kubali ukikuja tu tukaa kwangu tuanze maisha yangu. Tutaendelea ndani... Okay, na na kubali si big deal. Sasa unajua aje? Nakubali nini? Unataka nikubali nini sasa? Ama wewe unataka kurudi kwa Silas? Silas haezi mm -hmm, kukubali hata sahii tu kurudi. Sasa Silas, mwenye anajua uko na boli yangu, sitaki kuingilia, but kwani Lexi. So ukipenda unapenda, juu ya pesa hautaki no, umsejuana kakitu na mwenye kakitu amerudi Hmm, sasa okay. k na napenda pesa. But nataka kukaa maisha kwa. Si niko na bora. Sawa, Udenno ana kazi, nitaishi aje na mtoto huyu, mtoto anataka kuvaa. Na kwa nini mbona, huko unafikiria hivyo before hata like mfanye hizi stories st zote before hata apate boss? Haji hili kitu ili happen, as I said, ilikuwa mistake. Mi kuna kitu, in short, kuna kitu mkuwa hata unafikiri. We? Yeah. Okay. Umeamuaje sasa mwambie, ndo huyu, final. Okay, kitu enye nimeamua mimi nita try niongee na Cyrus. I just hope atanisikiza. saa So, then, um... Let me talk to Cyrus. Siti mina kutaka, sikupendi hata sawa, haupendwi sa hmm? Yeah. Yeah. na mi nashindwa anipendi na amepeba boli yangu aje mi mwenyewe nampenda kazi okay. Ngekuwa nampenda singekuja nimwita hapa tuongee. Okay. Yes. Amesema anarudi kwa Cyrus mi aezienda na mimba yangu, mali popote najua, hata hapo mali anaenda aezienda. So msichana yote ukishapea bol, ni hivo unamwoa, kuna mali anaenda. Of course mimi kwake mi nampenda, unaona. mm-hmm. hata venye nilikuwa naenda huko mi nilikuwa nataka yeye, unaona lakini sasa anaona, Mungu amekubali, hakuna boli yangu na hiyo boli yangu hakuna mahali atapeleka. mm -hmm. Mimi si nitamuoa, kama ni kujaribu maisha nitajaribu tukiwa tu pamoja na yeye, lakini sasa shida yake hataki kunisikiza. Unataka kujaribu maisha na yeye na yeye? maisha yoyote na yeye? Ah, <laughs> nice. Sina la kuongezea guys, yeah. sijui sijui itakuwa aje demo anataka Cyrus yeah. Denno anataka mama mtoto wake but anyway, acha tufuatilie tujue kutaendaje. So thank you so much for watching and uh, yeah cheza na comment section advice, Lexi, advice Denno, advice anything that you feel like itasaidia mahali. Thank you so much for watching yeah, see you on my next video.